Majina, naitwa Prince ile aringa kiguya na, na miaka ishirini na mbili, natokea mtaa wa Siara. Ilikuwa Ijumaa tarehe ishirini na nane majira asubuhi, niliamka nikafanya kazi zangu za hapa ndani kama kawaida. Ilipofika saa sita mchana nikatoka kwenda kufuatilia mambo yangu Moshono. Ilipofika Moshono nilienda kuchukua hela elfu ishirini ya kazi nilofanya nyuma ya site, ilivochukua elfu ishirini ya, ya kazi ya site nikawa narudi nyumbani kwa kupitia njia ya huku nyuma ya nyumbani kwetu. Ilivyofika karibia na maeneo ya nyumbani, kuna jirani yetu mmoja alikuwa anatafuta wafanyakazi hasa. Geti lake lilikuwa wazi hiyo siku, mafundi alikuwa anaendelea na kazi, huyo bosi sikumwona. Nikasimama karibia na getini kwake, nikawa naomba kazi pale, nikawasemesha mafundi, wakaniita katika kuingia ndani pale nikashanga buswa ametokea uko na panga, pasipotokea yani pasipojulikana, alinirukia akaanza kunipiga mapanga, akawaambia mafundi wake wafunge geti. Walipokuwa wananipiga, walinipiga wanadai kwamba wanaibiwa, sijui ameibiwa na vifaa vya mafundi na magrili. Nikawa namuelezea kwamba mi ni jirani yako, nilikuwa na shida na kazi, wala kutaka kusikia hiyo. Alinipiga kwanzia saa sita mpaka saa kumi na moja ilivyofika saa kumi kumi hivi wakaamua kuniwasha moto. Walinivua ile suruari nilikuwa nimevaa, nikabakiwa na bukta, wakanitoa sweta nilikuwa nimevaa, wakanimwagia mafuta taa, nikawa sijawaka moto vizuri, wakachukua petroli petroli, wakanimwagia tumboni na mgongoni, wakawa wananiwasha moto, wakaniwasha nikawaka nikawa nafurukuta pale, ili moto ikawa itaki kuzima, imenichoma sana kwa muda, mwishoni ikazima. Wakaona itoshi, wakachukua mfuko nailoni, wakaamua nidondoshe mgongoni ili inate. Ilivyonata wakawa nakuangua na panga ni wanaichuna, ili wana ile gamba la ile mfuko wanatoa na ngozi, ilikuwa ni maumivu sana. Ila walivyomaliza hapo, wakanifunga mikono na miguu Wakanikau ni buti, akanipeleka kwa mwenyekiti. Amefika kwa mwenyekiti, akamwambia mwenyekiti o, nimekamata mwizi kwangu. Mwenyekiti akamwambia onyesha ushahidi pale kwako, kwa kwa una makamera. Hana ushahidi. Mwenyekiti akamwambia basi, mimi sisi kumpokea huyu mtu kwa hali yake ilivyo, nenda sentro. Akafunga buti, maana alikuwa amefungua, akafunga, akawasha gari akaondoka akaenda sentro, tulivofika sentro, tu sentro akawa anapiga stori na mwafandi amepiga stori pale mda mrefu. Alivopiga stori mda mrefu, wakati nimefika sentro, wakati huo nilikuwa kune buti, mwafandi akaniambia nini, akaniambia nimeleta mwizi hapa, aliniambia kwangu, akanionyesha ushahidi, hana ushahidi. Wakasema yule mtu mwangalie, wakafungua buti wakafunga, baada ya kuniona wakaendelea kupiga stori pale. Sasa sijui ndo alikuwa anamwambia nini, wamekaa pale, amepiga stori sana. Akapewa maelekezo kwamba sijui afanyeje, nikaona amegea ni gari, akawasha tukaenda hospitali, tumefika Mount Meru pale akanitelekeza akasema, ni juu alinyokota wanakijiji wamenipiga, wameniwasha moto, kwa hiyo ni msamaria mwema, akaniacha pale, akaishia. Baada ya hapo, ndo nikaja kuzinduka siku ya tatu mbeleni. Na familia yangu ilipata taarifa mi niko hospitalini. Nakumbuka kabla ya kuzimia nilitoa namba ya mzazi ila, ila nilitoa ni ni namba ni ya ni mama so mm, kabla ya kuzimia, ila mwenyekiti pia alishawapigia akawapa taarifa, kwa hiyo wazazi walikuja pale Montmeru, bado hawakunipata. Kwa hiyo hiyo siku walinitafuta, walinikosa, maana ilikuwa nimetupiwa kule migration, yani nimetelekezwa kule migration, so hospitalini. Kwa hiyo mpaka walipokuja kupata formula nikaribia na jioni, yani siku imeshaisha kabisa ndo akafanya malipo pale nikatibiwa, nikaanza kutibiwa maana ilikuwa sijatibiwa kwanzia muda huo. Siku ingine ndo hiyo asubuhi yake wazazi waka wameshafika wote. Basi siku ya tatu ndo nikaanza kuongea nao. Matibabu pale skulala likuwa naenda ni la nyingi kidogo kwanzia, maana nilisikia ni laki tano na ila sikuelewa gharama ni shingapi, maana bado enyewe matibabu sikupata yote zaidi kwa sababu hela ilikuwa amna, sikuambiwa yote. Maana kupigwa kupigwa, maana si hela hela, ndo changamoto. Yani ni ile kutibiwa juu juu, ili mradi utapona. Huyu aliofanya hivi anaitwa Donald Mola, na yuko uraiani bado ajakamatwa, anazurura zurura tu ila ombi langu mimi nilikuwa naomba akamatwe, maana so mtu mzuri afai katika jamii. Biashara zake yani azieleweki, yni wezi mwoleule mtu ni mtu, afanya biashara gani? maana ana miradi miradi mingi lani asirisiri sanapia. Tumezungumza na mama yake mzazi akaeleza namna alivyopokea taarifa hiyo. Kwa majina yangu naitwa Raili Joseph Sambo, naishi Siara Mushono. Na kijana wangu aliyefanyiwa hilo tukio anaitwa Prince Elaringa Kiwia. Kwa kweli mimi, hilo tukio mtoto alilipata tarehe ishirini na nane na nikapata taarifa nikiwa kazini kwenye mida wa saa kumi, ndio nika kachukua nilipewa taarifa na shemeji yangu ambaye alipigiwa na mwenyekiti. Kwa hiyo ikabidi tu nijikaze, nichukue toyo nije nyumbani. Nikafika hapa nyumbani nikauliza, sasa kijana yuko wapi? Nikaambiwa habari zimetoka kwamba ni wakwenda kutafuta kule hospitali ya Mount Meru. Ndio tukaondoka na dada yangu, tukafika Mount Meru, tukatafuta hodi zote, hatukumpata kijana. Yule, tumekata tamaa kabisa, ndio tukaambiwa, hebu jaribuni hapo upande wapo nje. Naona ni hapo, si ndio wanaita migration. Ndio tukaenda hapo tukaulizia, tukaambiwa kuna kijana aliletwa hapa anaitwa Prince ndio yeye, nikasema ye, ndio yeye. Tukaambiwa mkafungue faili ili aweze kutibiwa. Tukasema ina maana alivoletwa hapa hakutibiwa, wakasema, alisema aliyemleta muhusika amesema amemuokota kwenye korongo, amepigwa na wanakijiji na kuchomwa moto. Basi sisi tukaingia kwenye kufungua faili, tukaambiwa mwezi kufungua faili kabla mjamuona mgonjwa. Tukarudi kwa mgonjwa tukaonyeshwa, ndio tukarudi tena kufungua faili, ndio tukafungua faili, akaanza kuhudumiwa na kupelekwa. Siku ya pili iliyofuata kaka yake akaenda akafungua Arabi, kata Arabi. Maaskari naona walikuja <coughs> Jumapili asubuhi walikuja na nani sijui kwa sababu mimi nilikuwa hospitali, ila wanasema walivyofika getini waligonga wakauliza, wakaambiwa muhusika hayupo. Walivyokuwa naondoka muhusika akapiga simu akamwambia nimeona getini kwangu muuliza askari ambaye walikuwa pamoja na waliofika kwamba nakufahamu wewe, kuna nini? akaambia tunakuhitaji kituoni. Basi wakamwambia uko wapi? akasema niko Moshi. akaambia ukirudi basi uripoti kituoni. Alivorudi naona wala hakuripoti. Kijana akukata tamaa, akaenda tena akafungua faili kwa askari mwingine. Yule askari naye akapiga simu, wakati na mtoto aliruhusiwa Jumapili mchana akatupigia simu Jumatatu, huyo mwingine akasema kwamba mko wapi? Nikamjulisha tuko nyumbani, naweza kuja kumchukua mtoto maelezo. Nikamwambia unaruhusiwa, akasema sawa, nakuja. Kidogo apiga simu akasema niko busy, nimeenda USA. Nikamwambia mna shida, hata kesho ni siku nyingine. Pia kesho yake nikapiga mimi, nikamwambia nipandishe na huyu mtoto, akasema ni sawa. Nikamwambia ngoja basi nitafute bajaji, nimlaze kwenye bajaji, aje ile tunataka kufanya prosesi za kuondoka hapa, akasema subiri kidogo, nitawapigia. haa kupiga tena basi, mimi nikaendelea kukaa hivyo hivyo, nauguza mgonjwa hapa.